Nanzetu kutoka huduma kwa wateja, zaidi ni kwa ajili ya kuendelea kukufahamisha huduma mbalimbali ambazo wanazipata kupitia kisimbuzi chetu cha Azam TV maalum kabisa. Tunaye hapa mtaalamu wa mafunzo kutoka e, kitengo cha huduma kwa wateja, Regan Tairo, karibu sana Regan. Sa-sa-sa-sa lakini pia tunaye David Mwambene eh, huyu ni msimamizi wa kitengo cha huduma kwa wateja, karibu sana David. Sante, pasha pasha kwa nyumbani sasa nyumbani. Leo tunazungumza kuhusu CamCard na WhatsApp channel eh, teknolojia inazidi kukua sana Kulisa. na eh, siku hizi si, kwenye sitting room zetu hatutaki mambo ya kebokebo kebo, wayawaya mm -hmm. eh, visimbuzi vionekane pale mmekuja. So, na huduma ya kamkadi ipoje? Hii kwanza ningependa tuwaonyeshe no. wateja wetu. Okay. mm hii -hmm. Yeah. Ndo unaweza yes. Okay. Kuifungua eh, unaweza ukaifungua oh. mm -hmm. Sasa kwa kuweka sawa mm hiyo -hmm. ni kam lakini hii ni smart card. <laughs> Ah, okay. Kwa hiyo kwa pamoja tukiviunganisha tunapata uh -huh. cam card. Kwa hiyo hii ni cam. Yes. Then inabidi niwe na smart card. Okay. mm. So, hii smart card, na naiweka kwenye cam ndio pale ambapo inakuwa cam card. Nimekamilisha. Okay. Na nisipokosea kuweka. Natakiwa kuweka. Unaweka hivi. Hivi. hmm. Yani, okay. Hichi, okay, kibati, yes, cha, cha laini ambacho kipo kwenye kadi hapa kinakuwa kinatazamana na haya maandishi ya Azam ile eh. Sasa bila shaka mmoja uh, wa uh, watu ambao wamewahi kuniuliza sana kuhusu CamCard leo atapata majibu mengi kabisa mm. eh, miongoni mwa wana habari nguli Max, uh, Max, Max, Maxence Melo <laughs> eh, yes, yes. Leo atapata majibu Max, so kwa ajili yako tu, kwa ajili ya Watanzania wengi hapa no. Sasa nishaweka kad kwenye kam, ishakuwa kam kad sawa, tuambie kuhusu hiki ni kitu gani hasa okay. Sasa uh, kwa, kwa, kwa ujumla ni kwamba hiki ni mbadala wa kisimbuzi okay. So badala ya mteja kuwa na dikoda Kwenye, kwenye, kwenye mezi, kwenye showcase yake ya TV mm, anaweza akanunua CamCard. Kinachofanyika ni kwamba mteja ambaye anatumia CamCard ni lazima awe pia na TV ambayo inasupport CamCard. Okay. Kwa anachonunua ananunua hii CamCard, anaponunua hii CamCard anapata anapata hii kadi, hii cam, anapata kadi ya Azam TV mm, pamoja na full kit ya dish. Okay. Kwa anapoenda kufunga nyumbani hii CamCard inaingia nyuma ya TV Aha. Kwenye TV uh, kwenye TV ambazo zinatumia camcard kwa nyuma, kuna slot ambayo ipo ambayo mteja sasa anachukua hii camcard, anaenda anachomeka nyuma ya TV yake mm. anapochomeka nyuma ya TV yake anaanza ku access sasa channel za Azam okay. kupitia kwenye hii kwenye hii kwenye hii camcard, sawa. Kwa hiyo angalizo la kwanza uh, kwa mteja ambaye ananunua camcard, ahakikishe ya kwamba TV yake Dio. inaruhusu yes. camcard Sa, mimi shapishana nayo ume, kwa, una, una, una <laughs> yes, kwa, kwa maana ya kwamba uh, unapochomeka hi uh, unapofunga dishi nje sasa, ule waya unatoka kwenye dishi unaingia nyuma ya tv yako, ua lazima, lazima, okay. Una, uwe na uwe na Azam TV ambayo melifunga nje kwenye nyumba yako, alafu ule waya ambao sasa unaenda kwenye kisimbuzi mm. ili upate signal dio unaingia nyuma ya tv yako. Kwa hiyo kunachokiepuka ni kwamba hakutakuwa na nyaya nyaya zipo zina hang -hang, tena pale chini, wala mtoto mm. hakutakuwa anamwagia na maji kisimbuzi, au kisimbuzi kitaharibika. Ee, tv zote ambazo zina ni smart tv ambazo zina uwezo wa kutumia CamCard ukichomeka hii ukichomeka waya wa dishi mm. nyuma ya tv yako, a, unapata huduma vizuri kabisa, sawa David? yeah. Mwambene ulitaka kunipinga hapa kwa kusema hapana <laughs> eh. <laughs> nilitaka kuongezea. Ndiyo ni kweli uh, jambo la kwanza la kuzingatia uh, kabla hujanunua CamCard kwa maana kwanza kutumia huduma ya CamCard ni kuhakikisha kwamba, uh, tv yako inasapoti CamCard. Ndio. Sasa kwa tv za zamani kidogo kuna poti nyuma ya tv yenyewe uh, ni eneo la floppy disk, kama umecheza games zile za Super Mario na dio, nyingine dio, dio. Yes, utakubaliana na mimi na floppy disk tunazotumia zile eh, kabla tujaanza kutumia hizi CD na flash kuchomeka. Kwa hiyo ukienda kununua uh, TV uh, haki, ukienda kununua CamCard kwanza, hakikisha eneo linalopokea CamCard uh, yako kwenye TV sio la floppy disk, ni cam slot ambayo inapokea CamCard. Ni muhimu sana kuzingatia hili sawa. Na Azam TV tulienda mbali zaidi. Uh, tulifahamu kwamba kuna wateja watakuwa na hitaji zaidi uh, hizi huduma kwa hiyo kuna baadhi ya mawakala uh, wameweza kuchukua udhabuni ambao wanauza TV ambazo zina support Cam Card, yani zikiwa na Cam Card kabisa. Yes. Uh, tuna wakala wetu anaitwa Mr UK ndio, yes, huyu anauza TV ambazo zina Cam Card moja kwa moja. Kwa hiyo mteja hatakuwa na swali la kujiuliza kwamba kwa na, kwa hii ina support au haisupport hii tu yes, kwa sababu tayari ipo kwenye TV. Naam, sasa iko hivi, ili uweze kutumia huduma ya CamCard hmm. Cha kwanza kabisa tumesema, hakikisha TV ina sapoti yes. Sasa cha tuko kwenye TV ya Mr. UK yes, okay, ambaye yeye tayari ameshatuwekea sapoti tayari CamCard Sawa, sasa tv yake ina support mm. Lakini atakupa sasa smart card na cam card ya Azam TV. Okay. Ambavyo sasa tu inayofuata mm, itabidi visajiliwe sasa yes. Uh, hii cam card, ndio. Uh, smart card zinafanana zote. Anayetumia kisimbuzi cha dishi anatumia smart card hii yeah. Yes. Na anayetumia dekoda ya dishi, maana yake huu ndo mbadala wa dekoda ya dishi mm. Kama decoder ya dishi huwa tunasajili basi tunabidi tuvyoanishe hivi vifaa kwa usajili, mm -hmm. Ehe, ili tuweze kumfungulia ile ofa ambayo mteja wetu tumempatia kwenye kamkadi mm -hmm. Yes. Kwa hiyo hatua ya pili ni usajili. Hatua ya tatu kama alivyozungumza uh, mwenzangu Regan ni lazima installation ifanyike. Sasa installation inafanyika kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni kwenye dishi ili tuweze kupata satellite ya Azam TV. Kwa hiyo utawasiliana na fundi dishi, na, na satellite yetu ni nyuzi saba mashariki. Kwa hiyo fundi atakusetia hivyo, lakini uh, ili uweze kupata channel sasa kwenye TV yako, kama tunavyofanya kwenye kisimbuzi cha dishi tunafanya installation, kwa maana tunaskani zile channel, tunaingiza transponder na kuangalia signal. Vile vile tunafanya hivyo hivyo pia kwenye uh, kwenye TV yako. Sasa mara kwanza tulikuwa tunafanya kwenye decoder ya dish lakini, wakati huu tunafanya kwenye TV kwa sababu hatuna decoda tena. Uh, decoda yetu ambayo imechukuliwa mbadala na CamCard imeshachomekwa kwenye TV kwa tunafanya installation mle kwenye TV kwa kuingiza uh, mihimili yetu tunaita transponder ambazo zinabeba signal na channel kwao, tukiingiza zile signal uh, na tukiingiza mihimili na tukaangalia signal zake zikiwa sawa, tukiskani, tunapata channel zote tunazozipata kwenye kisimbuzi cha dish. So, so, kwa hiyo yes, hakuna utofauti mkubwa kati ya CamCard mm, na kisimbuzi cha ja dishi. Tofauti ni kwamba tu sina kisimbuzi na nina kadi ambayo ipo uh, nyuma ya tv yangu kabisa. Yeah. Na hata ukiangalia hatuna kifurushi cha CamCard hakuna okay, kipeperushi ambacho yeah, kina chaneli za CamCard pekee. Kwa hiyo wateja wa CamCard wanatumia vipeperushi vya visimbuzi vya dishi kwa maana huduma zinafanana hapo kwenye kufanana kwa huduma nah, endapo sasa hivi natumia kisimbuzi cha dish na nataka kutoka kwenye kisimbuzi kile kwenda kwenye CamCard, inawezekana na inawezekanaje? Inawezekana uh, inawezekana, inawezekana. Uh, kinachofanyika ni kwamba utakachotakiwa kufanya ni kununua sasa hii CamCard. Ukishanunua CamCard uh, wat, utawasiliana na kitengo cha huduma kwa wateja alafu watafanya replacement kwa anaweza akaondoa kile kisimbuzi chako akaokokea CamCard, alafu akaoanisha CamCard na kadi yako ambayo una unatumia baada ya hapo, kadi ambayo unatumia ndio okay. baada ya hapo utachukua hii kisimbuzi cha hii kadi CamCard yako utachomeka nyuma ya TV yako, utafanya installation, kwa sababu kinachotokea ni kwamba unaponunua CamCard hakuna remote ya CamCard yeah. remote ambayo unatumia kupata channel ku, ku access CamCard ni remote ya TV yako ya ile, ile TV. Kwa maana maanake ni kwamba ukishafanya hivyo, utachomeka tu kwenye TV, utafanya installation, uta scan channels, sitaingia kwenye tv yako, utaanza kuangalia. Kwa maisha yanakuwa rahisi zaidi, hat, hatui na remote nyingi, nyingi pia ya hey, mm, remote ya TV. Kabisa. Eh, pamoja na hayo eh, David no, tunafahamu gharama ambazo huwa mnatuambia kuhusu eh, kisimbuzi cha antena, kisimbuzi cha dishi. Kabisa. Vipi gharama ambazo naamini tunazimudu wa Tanzania, gharama za CamCard? Kabisa. uh, gharama ya CamCard kwanza, hivi ni vifaa tofauti mm. Yes, kuna smart card na kuna CamCard na tuna CamCard ambayo ipo na smart card na dishi lake ambayo ni full kit. uh, full kit ya CamCard pamoja na dishi lake inapatikana kwa bei ya 99,000 ikiwa na ofa ya kifurushi cha mwezi mmoja cha Azam Plus kwa hiyo mteja akinunua CamCard ambayo ni full set ataweza kupata huduma za kifurushi cha Azam Plus, ambayo atafurahia channel za michezo Azam 1 no, Azam Sport 1 mpaka Azam Sport 4 atapata huduma hizo. Lakini pia ikiwa mteja sasa, kama alivyozungumza Balkis a, alikuwa tayari na kisimbuzi chake cha dishi, anataka ahamie kwenye huduma ya CamCard e, huyu mteja atahitaji kununua CamCard peke yake. Kamkadi peke yake inauza elfu hamsini na tano. Kwa hiyo hii kamkadi tutaioanisha na samani, kumradhi, kamkadi kam na, na kadi yake Dio, kwa pamoja ndio vinauza elfu hamsini na tano. Kwa hiyo ikiwa mteja ana dishi pekee, ehe, hana hata kisimbuzi, anataka huduma mpya ya kamkadi ni shilingi Elfu hamsini na tano atalipia na ikiwa na ofa ya kifurushi vile vile. Sasa, sasa ikiwa mteja ana smart card tayari ya kisimbuzi cha dishi na anataka cam card, mteja ataipata hii cam card kwa shilingi Aha. Yes, kwa hiyo tutachukua hii cam card tutaioanisha na ile smart card ambayo mteja alikuwa anatumia kwenye kisimbuzi cha dishi, basi taarifa zote ikiwemo majina na vifurushi vyote vitahamia kwenye cam card na ataendelea kupata huduma. Vizuri sana, mmerahisisha sana mambo. Naam. Sawa, pengine tuje kwenye jambo la pili. Kabla ya jambo la pili, uh, CamCard na mambo mengi pia eti eh? uh -huh. uh, tunafahamu upatikanaji wa huduma zetu. Naam. Uh, mfano wa kisimbuzi cha antena, kuna baadhi ya mikoa ambayo bado hatujaanza kupata huduma hmm, uh, kuna mdau hapa wa Azam TV yuko Kilolo kule Iringa anasema anaweza kutumia CamCard akiwa Kilolo Iringa, ama kuna sehemu ambazo hatuwezi kutumia CamCard? CamCard inatumika kila mahali okay. popote pale alipo hata mm. kama yupo huko Kilolo yeah. anaweza kutumia, kutumia CamCard ama akishanunua mm. uh, tu akiweka, akifanya installation anaweza kupata huduma vizuri kabisa kwa sababu anachofanya sasa baada ya kufanya installation, baada ya kufanya malipo ya vifurushi, ndio channel zikapo kwenye TV yake ataona. Kwa popote pale Tanzania, mteja anaweza kupata huduma ya CamCard, na anaweza kupata channel zote sawasawa, sawa na kwenye kisimbuzi cha dishi. Umeweka Tanzania, hmm. ndani ya Tanzania. Vipi kwa yule ambaye yupo Uh, katika nchi ambazo mm -hmm, wanaweza kutumia visimbuzi vya Azam TV, anaweza kutumia CamCard kwa sababu CamCard kama dishi inatumia satellite, tofauti na kisimbuzi cha antena ambacho kinachukua masafa yake kutoka kwenye minara ambayo tumeifunga, okay. Kwa hiyo uh, visimbuzi vya dishi pamoja na hizi CamCard kwakuwa zinatumia satellite uh, vina ufanisi zaidi vikifanya kazi chini ya jangwa la Sahara mm. wanapata huduma vizuri kabisa uh, mpaka Afrika Kaskazini na sehemu zote wanapata huduma, lakini wakazi wa chini ya jangwa la sahara sahala a, wanafaidi huduma zaidi. Utashuhudia pia kuna hadi ofisi za Azam TV kama Azam TV Zimbabwe mm. e, Rwanda, Burundi, Malawi, Kenya, e, Uganda, kote huku tuna ofisi na huduma zinazotolewa Tanzania sawa kabisa zinapatikana na hayo maeneo ambayo tumefungua ofisi zetu na wana enjoy, na wana enjoy. Sawa, yes. tume um, tumewafikia tume wateja zaidi kabla, yes. Uh, upatikanaji wa uh, CamCard yes, kwenye migodi yote tunapata CamCard kabisa, yeah, migodi yote CamCard zinapatikana, okay. Eh, unapata kwa mawakala wote na kwenye migodi yote kwa hiyo ukifika pale kwa gharama ile ile, bei elekezi elfu tisini na tisa mm. Uh, utapata kamkadi yako ikiwa na full set pamoja na ofa ya kifurushi cha mwezi. Kwa hiyo wateja wasiwe na wasiwasi watazipata wapi. Hiyo ni faida mojawapo ya kamkadi. ha, faida mm. mojawapo, inapatikana kote. Faida ya namba mbili, unaweza kaitumia kwenye tv yoyote kwa sababu inayoruhusu, inayoruhusu mm. kwa maana ya yaa, uh, brandi kwa mfano uh, mteja anayetumia Samsung TV, Samsung atatumia mm. anayetumia LG atatumia... na nyinginezo na nyinginezo, okay. yes. mm. kwa hiyo uh, tunachokifanya sisi uh, kitengo cha huduma kwa wateja tukishirikiana uh, na uh, mtaalamu wa mafunzo ni kuwaelekeza wateja ni namna gani kupitia TV zao, tunaweza tukafanya installation, uh, kwa kuwasaidia hata kwa njia ya simu mkononi kabisa kwenye ili kuboresha uh, taarifa na elimu kwa wateja uh, kitengo cha huduma kwa wateja kimeanzisha uh, chaneli mpya ya WhatsApp ambayo tutakuwa tunatoa taarifa mbalimbali, uh, na taarifa kama nilivyosema, tutakuwa tunatoa elimu lakini vilevile tutakuwa tunatoa taarifa za bidhaa zetu uh, taarifa za promotion yes, na taarifa mbalimbali. Sasa kwa mfano leo tuna event kubwa inaendelea Chalinze mm. Yes, tumekuwa tumetangaza kwenye TV zetu, lakini yeah. vile vile tumetangaza kupitia platform ya WhatsApp channel. Kwa hiyo wateja wa, tunawaomba wa, <coughs> wa follow link yetu yes, uh, na linki yetu wataipata wapi? Linki inapatikana mm. kwenye mitandao ya kijamii kwa maana at Azam TV TZ page ya Instagram, lakini vile vile ukitucheki kwa WhatsApp, namba yetu ya huduma kwa wateja ambayo ni 0677 996611 utaweza kugusa linki ile na kuweza kutufolo moja kwa moja. Kwa hiyo tutakuwa tunatoa taarifa mbalimbali, na uzuri wa, wa WhatsApp channel ni kwamba tunaweza tukatuma picha. Kwa hiyo tunaweza tukashare taarifa kwa njia mbalimbali mbali. Mm-hmm. Tunaweza tukatuma picha uh, na hizi picha, kwa mfano ratiba za matukio, kwa mfano kama saizi pia kuna timu ya mafundi uh, na mauzo iko mkoani Songea uh, inapita nyumba kwa nyumba maeneo tofauti tofauti, uh, kutoa huduma uh, ya visimbuzi. Kwa hiyo ratiba yote imewekwa kwenye WhatsApp channel pale. Kwa hiyo tuna share uh, ratiba kwa njia ya picha, tuna share link vile vile. Kwa mfano kipindi hiki baada ya kukirusha hapa, ikiwa mteja alikosa nafasi ya kukiangalia, basi akienda kwenye WhatsApp channel ya kwetu sisi, tutaweka link ambayo itampeleka moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, ikiwa tayari tusha post, basi atafuatilia pia lakini vile vile tutakuwa tuna share videos mm. ambazo zitakuwa zinaongeza uh, ufahamu wa uh, huduma zetu kwa wateja, ni namna gani ya kufanya troubleshooting kwenye visimbuzi uh, ni namna gani unaweza ukatunza visimbuzi, ni namna gani unaweza ukabadili uh, lugha uh, unataka kuweka uh, tunaita subtitles. Yes, kuna movie tofauti tofauti tunaonesha. kwa hiyo kiujumla Uh, ni huduma zote ambazo ulikuwa huzipate kwenye kitengo cha huduma kwa wateja, kwa hmm. kuongea moja kwa moja na mtu wa huduma, sasa wewe utazipata zikiwa tayari zimeandaliwa na kupostiwa. Kwa kumalizia, David, tuambie sasa tunawafikiaje huko kwenye WhatsApp channel. Naam uh, kama nilivyozungumza Tunawashauri wateja wetu watucheki kwa namba yetu ya 0677 996611. Tutatumia linki ambayo kwa kuibofya tu utakuwa tayari uh, umeshajiunga kwenye familia ya Azam TV channel uh, ya WhatsApp. Kwa hiyo tunawahimiza sana wa, wa, wa, wa, follow kwenye hiyo WhatsApp channel ili waweze kufurahia huduma zetu na taarifa mbalimbali. Sasa. Yes. Tunashukuru sana, nashukuru okay, sana, na okay, sana, karibuni kwa wakati mwingine Sanku, uh, sasa saa hii CamCard hmm, uh, niye iacheni tukuachie <laughs> e, alafu ambaye mtamsajili mm -hmm. e, anaitwa Ngwala Kwila mm -hmm. mdau huyu wa Azam TV kutoka kule Kilolo, Iringa, sawa sawa. Au mnasemaje? Hakikishia kwamba TV yake ina support, ah lazima. Eh, lazima TV yake ina support umejuaje kama yangu ina support. Itakuwa ya ndani kutoka, anaitwa David Mwambene ni msimamizi wa kitengo cha huduma kwa wateja, lakini pia tulikuwa naye Regan Tairo ambaye ni mtaalamu wa mafunzo kitengo cha huduma kwa wateja. Mengi ambayo tumezungumza ni kuihusu uh, CamCard ya Azam TV, lakini pia unaweza kuwafollow kwenye WhatsApp channel kwa kupata huduma nyingi, unaweza kusema kujihudumia kupitia WhatsApp channel.